Assalamu alaikum, kwa jina naitwa Ramadhan Hassan Ramadhani ni mfanya biashara wa madagaa katika hili eneo. Mimi nina mambo mawili, jambo la kwanza mheshimiwa, mheshimiwa rais, tuna changamoto ya maji safi, hili swala linatukwaza sana, na sisi hii ni sehemu yetu ya nusu maisha kwa katika hii kambi, kwa sababu tunazitumia siku nyingi kuliko majumbani kwetu. Kwa hiyo hapa tunataka tuwekewe kila kitu. Hawa wanaotoa taarifa ya kuondolewa, hizi taarifa kweli zipo, lakini sisi tunakutegemeni nyinyi viongozi wetu, kwa sababu hii ndio sehemu ambayo sisi tumejiajiri, hatuna ajira nyingine. Kwa hiyo tunahitaji maji safi tuyapate maji safi tunaambiwa, maji safi ya ZAWA yapo, alokueko ya hapa maji yanachumvichumvi ambayo tunatumia, hizo mashine tukizijia tukizijia mashine azichukue hata miezi mitano. Hivi sasa hivi mashine tayari shakataa kataa. Tunajich, tunajichangia kila siku, lakini tunapopata ile pale tunapata unafuu wako, wako, ya, ya huduma. Alafu maji yenyewe pia ya, yako ya salama kuliko ambayo sasa hivi tunayapata. Na hizi kambi zinahitaji usafi maradhi mengi pindupindu, vinakuwa vinatokea sehemu kama hizi za mkusanyiko wa watu. Kwa hiyo hili tunaomba mheshimiwa uliangalie tupate maji yaliyokuwa sahihi tuweze kuendesha maisha yetu katika hili eneo. Siku ishirini tunazitumia hapa, siku kumi tu ambazo tunakwenda majumbani kwetu. Kuanzia mwezi ishirini mpaka mwezi kumi tuko hapa na tuna usalama wa kutosha. Hilo moja, lakini la pili Mheshimiwa, hii bandari ya Mangapani ni bandari salama kwa wavuvi wetu vyombo vyao, vyombo vina hasara kubwa sana na hii taarifa ya kuondolewa, hatuondolewi sisi tu wafanya kazi, wataondolewa na wavuvi vyombo vyote hatutoviona, na kwa mujibu wa wavuvi hii bandari iko salama sana kwa kuharibika vyombo vyao, upepo, angalia mandhari ni siku nyingi za shwari kuliko siku zilizokuwa za upepo hizo bandari nyingine hata kama zinakuwa shwari, lakini akili yake mvuvi inakuwa iko salama kutokana na ile bandari inapokea upepo sana. Kwa hiyo hii bandari iko rafiki sana kwa wavuvi na sisi wanunuaji, pamoja na hawa waliopita sasa hivi. Kwa hiyo kuondoka kwetu hapa basi, ujue kwamba wananchi wa Mangapani na maeneo mengine, wengine ndugu zetu wanatoka Tanzania Bara, tunao hapa muhakikisha, tushakuwa katika wakati mgumu naomba kuwasilisha. Kuna suala la maji safi swala, yeah, la, la, la maji safi najua. Jamani, historia ya nchi hii yetu ya sasa, niwaambie moja katika biashara kubwa iliyokuwepo sasa na iliyovutia watu duniani mameli yote yalikuwa wakipita njia hii, walikuwa wakija wakiweka maji hapa Zanzibar. Ndio ilikuwa biashara moja kubwa sana hapa Zanzibar ya meli kuja kuchukua maji safi, kwa sababu Zanzibar tuna maji mazuri. Tatizo kubwa ni kujali tu kwamba hawa wanahitaji maji leo. Kila ikijesha mvua, maji yanakuja majumbani, yakituonesha jamani nipo mi nataka nitumiwe, lakini tunashindwa kuyatumia eh? Si mnasikia kila mvua zikinyesha, sikuna mafuriko mafuriko? Maarake yanakuambia kwamba unahitaji maji. Haya yapo yanahitaji kutuma. Ndugu zangu, kuna nchi za majangwa tena zenye watu wengi, jangwa jangwa, hawapati hata asilimia kumi ya mvua tunayopata katika nchi hii, hawana maji chini ya ardhi hata asilimia kumi ya maji tuliyonayo katika kisiwa hichi. Hakuna sababu ya watu kukosa maji, na hapa sisi tunasema hii ni business hub, hichi ni kituo cha biashara, lazima kiwe na huduma zote za usafi, za dispensary, za kila kitu ambacho kinahitajika binadamu aweze kuishi. Ndio tunavyoitezama sisi na ndio tunapokwenda kuijenga biashara hii.